Nami na nielekeze kwamba yale maoni ya wadau ambayo yana maslahi na ujenzi wa bandari yetu yazingatiwe kwa haraka, lakini pia tuendelee kuwapa mashirikiano wakandarasi wetu pamoja na mshauri elekezi, ili sasa tujipange vizuri, ili tuanze ile kazi ambayo tumeikusudia. Naamini bandari hii ikimalizika, kama ambavyo imeelezwa pale, itakuwa ni kitu kimoja cha mfano ndani ya Afrika Mashariki, na nadhani bandari yetu itakuwa ndio bandari kubwa na bora zaidi ndani ya Afrika. Hili litakuwa na impact nyingi, impact ya kiuchumi, lakini impact ya kijamii. Maana unapokuwa pahala una impact ya kiuchumi, probably jamii itakuwa inanufaika ukiwa una nafasi kubwa ya kuoperate kwenye uchumi manake, watu watapata ajira, kipato cha watu kitaongezeka, purchasing power itaongezeka, kodi za serikali zitaongezeka, mapato ya serikali yataongezeka. Kwa kweli tutakuwa tumefungua kabisa mlango mkubwa sana wa uchumi wetu Zanzibar. Nami nimefarijika kwa hatua ambazo Mheshimiwa Waziri zinaendelea, nami nielekeze tu kwamba sasa kama ambavyo tumeelekezwa, nami nimeanza kwa vitendo tup, tukae huku site ili wadau wakiwa na changamoto tuwe tunatatua hapo hapo. Huu ni muda sasa wa kuharakisha utekelezaji wa kazi hizi na kuhakikisha mambo yanakwenda vizuri. Swala la fidia, kama ambavyo nimeelezwa pia, nielekeze, pale ambapo hapajakamilika basi pakamilike kwa haraka kwa mujibu wa miongozo ya serikali iliyotoka tuweze kulipa fidia na makandarasi tuwakabidhi site waendelee na kazi yao. Nisingependa kuona kama kuna delay ya aina yoyote kwenye maeneo haya kwa sababu ya fidia ama kwa sababu ya ndogo ndogo ambazo zimo ndani ya uwezo wetu. Mheshimiwa Rais ametuelekeza jambo hili tuhakikishe linafanyika kwa haraka kwa viwango ambavyo vimeelekezwa. Serikali imeshatoa maelekezo Mheshimiwa Rais ameshatupa, fidia zinatakiwa zilipwe vipi kwa mujibu wa utaratibu, ili wananchi wote na wao waweni sehemu ya miradi hii ambayo tunaitekeleza katika maeneo mbalimbali ndani ya nchi yetu. Lakini kwenye eneo hili pia, nimesikia wataalamu, nami nawashukuru wenzetu wote ambao wametueleza kwa kweli kitaalamu namna gani mradi huu utaweza kukamilika kwa haraka. Nami niwaombe sana kwamba kazi hii ni kitu muhimu sana. Suala la mafuta kwenye nchi ni moja kati ya vitu muhimu sana kwa usalama wa nchi, lakini pia na nimefurahi sana kuona kwamba mradi huu unaendelea vizuri na kwa fezi hii kwa kweli tunaelekea kukamilisha ndani ya miezi michache ijayo. Maelekezo yangu kwenye mradi huu, kwanza, tuhakikishe kwamba kama ambavyo ndugu zangu wa ZFDEVCO wamenieleza, pamoja na mkurugenzi, mradi huu tunakamilisha kwa ile fezi ya kwanza ndani ya kipindi kifupi kijacho, na ikiwezekana, na ili liwezekane kabisa, basi kwenye sherehe za mapinduzi hivi Januari, basi tuweze kufanya hata kama ni soft opening kwenye mradi huu lakini kwenye fezi hii ya eneo hili ambalo tumepita, eneo ambalo mizigo itapita na itakaguliwa, nimefurahi kwamba ule utaratibu wa kukagua sasa utakuwa wa kidijitali. Nami nielekeze usiwe na component ya kutia mkono pale zaidi ya dijitali tu, tuhakikishe teknolojia inaendelea kufanya kazi na mtu ambaye mzigo wake unakaguliwa yeye mwenyewe aridhike kwamba umekaguliwa na mashine na kila kitu kiwe kinaonekana, pamoja na kazi nzuri ambayo imefanyika. Lakini naelekeza kwamba mradi huu ndani ya mwezi ujao ukamilike. Mmeniambia imefikia asilimia tisini, basi kumi iliyobaki tuikamilishe ili sasa mradi huu uweze kutumika. Maelekezo yangu ya hapa, naelewa kwamba hapa itakuwa one stop center, lakini miundo mbinu ilivyokaa hivi, sijajua wapi wananchi watafanya malipo, lakini naelekeza kwa eneo lolote ambalo limepangwa kufanyika malipo, malipo hayo yafanyikwe kwenye mifumo na sio keshi. Tutoke kabisa kupokea fedha kwa keshi kwa namna yoyote. Kwa hiyo miundombinu ambayo inatengenezwa hapo, hakikisheni, mkurugenzi wa bandari, mnatengeneza mifumo ambayo payment yoyote ambayo itafanyika lazima ifanyike kupitia mfumo. Nisingependa hata kidogo kuja kusikia kwamba hapa mtu amekaa na mkoba anapokea fedha kwa namna yoyote ile. Hata iwe shilingi elfu moja basi naomba ipite kwenye mfumo. Tunajenga majengo haya, miradi hii ya kisasa kabisa. Sasa lazima tuendane na teknolojia ilivyo. Tunataka malipo yetu yote yafanyike kupitia mfumo, na hili linawezekana.